Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamehitimisha ziara yao kaunti ya Meru, ziara ambayo ilionekana kukumbwa na misuko misuko. Hata hivyo, Gachagua akibaini kuwa juhudi za viongozi serikalini za kusambaratisha mikutano yao maeneo hayo haikufua dafu. Huyu Ruto alikuwa amesema tusikubaliwe kukanyanga Meru. Siku ya kwanza tulikuwa pande ya Imenti, wale wabunge wakapatiwa na ile mtu ya soprano kila mtu shilingi milioni tatu, watafute vijana watupige mawe watuzuidie kwenda kwa mikutano. Lakini mimi nafurahi sana, tulipofika pale nguvu, wale vijana walikuwa wamepewa pesa watupige kuona mimi, wakaanza kuiba one time, wakaingia kwa mkutano yangu Gachagua akibaini kuwa ana uhakika kwamba Rais William Ruto amepoteza umaarufu eneo la Mlima Kenya na hakuna lolote litakalobadilisha msimamo wa wakazi wa eneo hilo kuhusu kumbandua mamlakani Rais Ruto ifikapo mwaka wa 2027. William Ruto, you you have lost a mountain. Let me advise you today for free, forget about this mountain if you want to be reelected. Gone and gone and gone forever. Amemsuta Rais Ruto kwa madai kuwa anatumia makundi ya wahuni kukabiliana na wanaopinga uongozi wake akidai kuwa serikali imeendelea kuwashambulia wanaoshirikiana naye wakiwemo viongozi wa makanisa. William Ruto has sunk our country so low that he is using goons to run the country. Wakati ya Gen Z, alitumia huyu Sakaja na PS Remo Domolo kutafuta wahuni, wakakuja wakakoroga Gen Z na kuingia parliament wakajaribu kuwekelea hata ni sisi. Juzi tumeona huyu governor amechukua wakora wamepiga watu wamepora mali ya watu, huyu governor hajashikwa mpaka leo. Na nimesikia watu ya Kenya kwanza wakisema ati wale wanapanga kuharibu tuende feu washikwe, wale wanapanga bado fanya yule amefanya makosa bado. Viongozi hao wamemtahadharisha naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki dhidi ya kushirikiana na Rais Ruto wakibaini kuwa anatumiwa vibaya kisiasa na rais atamtelekeza kama alivyowafanyia baadhi ya viongozi walioshirikiana naye hapo awali. Atakutumia na atakuacha. Elewa kwangu, because nilimujua mbele yako, na kama alitutendia hivyo sio wewe, sasa hivi pia wewe wanakutumia ati ukuje hapa useme, mimi ni faya si faya, mimi ni noma si noma, na wewe mwenyewe upige ndugu yako Akufe alafu pia wewe utolewe. So Kindiki, stop being used. Unatumiwa vibaya. James Mwangi, Undugu TV.